Dar24 Magazeti, utakuwa nami Nuru Mbilinyi ambaye nitakusomea habari zilizopewa uzito katika magazeti ya leo Desemba 6, 2016 na moja kwa moja nikianza na gazeti la Nipashe, habari iliyopewa uzito inasema mambo saba mtiani kwa mrithi wa Lubuva, NEC CCM, Chadema, KAF watoa neno. Hiyo ni habari inayoendelea katika ukurasa wa pili. Mja mzito mbaroni kwa kujipasua tumbo ajiue, yadaiwa chanzo tuhuma za kuwa mtoto wake mwingine aliyedaiwa kumbemenda, pia ni habari inayopatikana katika ukurasa wa pili. Ununuzi ndege kubwa, ndege kubwa aina ya Boeing kwa ajili ya ATCL zitaanza kuwasili nchini rasmi, pia ni habari inayoendelea katika ukurasa wa nne. TRA imeeleza kuwa haijawahi kushikilia mizigo ya mama Salma Kikwete, pia ni habari inayoendelea katika ukurasa wa nne. Waziri ashitukia madudu kipindupindu, pia ni habari inayoendelea katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Mwananchi habari ambayo imepewa uzito inasema, joto la Magufuli latua CCM, aitisha vikao vya chama kwa mara ya kwanza tangu achaguliwe kuwa mwenyekiti, hiyo ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4. Serikali kununua ndege ya masafa marefu Boeing 787-8 Dreamliner. Lowassa atoboa siri ya vikao vya ndani, habari kamili inapatikana katika ukurasa wa pili. Da kinara maambukizi VBU Afrika, hiyo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 34. Uh, Dr. Salim aeleza machungu alivyogombea urais 2005 hiyo ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa tano. Mtoto wa Trump alindwa na kikosi cha askari 150 pia ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 32. Ajali ya lori hais ya ua watu 9 ya jeruhi 18 Iringa. Pia ni habari inayopatikana katika ukurasa wa sita mambo yatakayotawala siku 30 ukawa na CCM kutaka kujua rejea katika ukurasa wa sita wa gazeti la Mwananchi. Na katika gazeti la Mtanzania fikra kinifu, habari ambayo imepewa uzito inasema Lowassa, mikutano ya ndani mitamu. Mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Edward Loasa amesema anamshukuru Rais Dr. John Magufuli kwa kuruhusu vikao vya ndani. Amesema vikao hivyo ni vitamu zaidi kuliko vile vya nje. Hayo aliyasema Dar es Salaam, alipofungua mafunzo ya siku mbili kwa madiwani wa bunge na viongozi wa chama mko wa chama viongozi wa Chadema mkoa wa Dar es Salaam. Habari kamili inapatikana katika ukurasa wa nne. Vichaa mia moja uwatoroka hospitali Kenya. Habari kamili inaendelea katika ukurasa wa sita. Maiti inayogombewa sasa kusikwa. Da, pia ni habari inayoendelea katika ukurasa wa tatu. Magufuli kuisuka upya CCM yake, pia ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili mzee ampaka mtoto wa miaka m pia ni habari inayopatikana katika ukurasa wa tatu. Na katika gazeti la Jambo Leo sauti ya Jamii, habari ambayo imepewa uzito inasema Lowassa, tutashinda uchaguzi wa 2020 apongeza mikutano ya hadhara ya kisiasa kuzuiliwa, asema ya ndani imekuwa mitamu, ina imewaimarisha pia ni habari inayopatikana katika ukurasa wa ina. Vikao CCM kujadili mambo mazito, da hiyo habari inaendelea katika ukurasa wa pili. Mtoto afungwa mnyororo siku tatu, pia ni habari katika ukurasa wa tatu. Waitara ahamisha hasira kwa Makonda, siku chache baada ya wananchi wa Magole a Kivule hey, kuvunjiwa nyumba mbunge wa Ukonga Waitara amshutumu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa Makonda. Habari kamili inapatikana katika ukurasa wa tatu na katika gazeti la Majira, gazeti hulu la kila siku, habari ambayo imepewa uzito inasema, mali za viongozi 500 kuhakikiwa. Takukulu ya wafungulia majalada baadhi ya viongozi habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4. Mlinzi aporwa bunduki, risasi sita, alikuwa lindoni, mnyamagana wawili mpaloni pia ni habari inayoendelea katika ukurasa wa JPM kununua ndege nne za kisasa pia ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne. Makomando JWTZ kupamba miaka 55 ya uhuru Desemba 9 pia ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne. Mahakama yaridhia mtoto watoto kumzika baba yao da, pia ni habari inayoendelea katika ukurasa wa nne. Mganga mkuu mji mwema ashushwa cheo, hiyo habari kamili inapatikana katika ukurasa wa nne. Na katika gazeti la Habari Leo, habari ambayo imepewa uzito inasema vigogo 500 nchini kubanwa, mali zao ni habari kamili katika ukurasa wa pili. Profesa Mtulia afariki dunia aliyekuwa mbunge wa Rufiji mkoani Pwani na katibu mkuu wa wizara kadha, uh, nchini, Profesa Idris Mtulia amefariki dunia. Profesa Mtulia amefariki dunia jana asubuhi nyumbani kwake Upanga jijini Dar es Salaam akiwa usingizini. Kwa mujibu wa shemeji wa marehemu Seleman Mar Marijani, Profesa Mtulia alifariki saa 5 kasoro asubuhi akiwa usingizini baada ya kuswali swala ya alfajiri na kisha kusoma magazeti na kuangalia taarifa ya habari kwenye televisheni, Marijani alieleza kuwa mbunge, mbunge huyo wa Rufiji kuanzia mwaka 2005 hadi 2010 hakuwa na tatizo lolote la afya, na mwisho na mwisho Mwa wiki alishiriki katika sherehe za binti yake Salma Kuti. Habari kamili inaendelea katika ukurasa wa pili. Serikali ya leta ndege nne imo Boeing 787. Rais Magufuli kuongoza sherehe za uhuru Ijumaa. Habari kamili inapatikana katika ukurasa wa pili. Makamu mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Profesa Rekaza mk Mkandala ameongezewa muda wa mwaka mmoja. Habari kamili inapatikana katika ukurasa wa tatu. Mahakama ya Kisutu imeamuru mwili wa Ernest Materego aliyesafirishwa hadi Bunda urejeshwe na kuzikwa Dar. Habari kamili inapatikana ukurasa wa saba na katika gazeti la Tanzania Daima, sauti ya watu, habari iliyopewa uzito inasema Kinana, Nape kung'oka CCM. Rais Magufuli aitisha CCM nekda, huku yakitarajiwa kuwapo mabadiliko makubwa ya uongozi ndani ya chama, chama tawala. Habari kamili inapatikana katika ukurasa wa nne. Loas, tujiandaye elfu mbili na ishirini sio mbali pia, habari kamili inapatikana katika ukurasa wa tano. Ndege nyingine mpya zalipiwa, habari kamili ukurasa wa tatu. Mahakama ya Kisutu yamaliza mzozo wa maiti, habari kamili inapatikana katika ukurasa wa pili. Polisi machinga wakinukisha pia ni habari katika ukurasa wa tatu. Mwanza ya zizima kwa majonzi, habari kamili katika ukurasa wa nne. Na nahitimisha kwa gazeti la Uhuru, habari iliyopewa uzito inasema kumekucha CCM kamati kuu NEC kukutana da, habari kamili ukurasa wa nne. Msako wa JWTZ TRA wanasa saba, pia habari kamili katika ukurasa wa nne kimbunga cha Majaliwa cha mpeperusha Lowassa habari kamili inaendelea katika ukurasa wa nne. Neema imekuja ndege nyingine nne kununuliwa, mchakato kuzinunua umeanza ikiwemo boe mkubwa. Hiyo ni habari inayopatikana katika ukurasa wa nne. Brigedia Generali Lisakafu aeleza namna Castro alivyomshangaza, pia habari hii inapatikana katika ukurasa wa 15 serikali sasa kuchunguza wanaochafua mlima Kilimanjaro. Hiyo ni habari katika ukurasa wa tatu. Mpenzi mtazamaji wa Dar24, na huu ndio mwisho wa Dar24 magazeti asubuhi ya leo. Ulikuwa nami Nuru Mbilinyi. Basi nakusihi endelea kuwa nasi kupitia Dar24.com, lakini pia unaweza kupata habari zetu kwa urahisi zaidi kupitia android app ya Dar24. Lakini pia tufollow Instagram, Twitter kwa Dar24 News, subscribe YouTube channel kwa Dar24 News, Facebook page tunapatikana kwa Dar24. Na hii ni Dar24, taarifa bila mipaka.